Ya niko kwanza, tumshukuru mwenyezi Mungu mm. kwa sababu kufika siku ya leo ni bahati mm. na ni majari ya mwenyezi Mungu, kwa sababu wengi walitamani kufika siku ya leo lakini hawajafika. Wengi walitamani kuzungumza na vyombo vya habari namna hii lakini hawajapata nafasi. Lakini kwa uwezo wake mwenyezi Mungu mimi, mimi na wewe ameendelea kutujalia kuwa na afya njema mm. wote tuseme amen, amina. Mmetoka uh, kuibuka na ushindi pale New Amaan Complex, mmeibuka na pointi tatu. Ah, sasa mnaenda kucheza kesho dhidi ya JS Kabili, pengine mchezo utakuwaje na pengine historia ya kupata matokeo katika uwanja wa ugenini umekuwaje kwa upande wenu? Ah, cha kwanza mimi ninachotegemea kwanza matokeo mazuri. Hmm. Mchezo utakuwa mzuri wenye ushindani, ah, ambao, kwa sababu kwa nini utakuwa ni mchezo wenye ushindani? Kwa sababu JS Kabili sio, kihistoria, sio mchezo, sio timu ndogo. Hmm. Ni timu ambayo imeshabeba makombe zaidi ya mara tatu yachikavu, lakini pia Kwenye current performance Yanga iko juu. Kwa maana kwa mchezo wa kesho kuna histori, histori, vitu viwili vinaenda kutokea. Ah uh, historia inambeba JS Kabylie. Lakini current performance inambeba Yanga. Kwa kuna mmoja kihistoria anaingia underdog, kwa mmoja kwa kwa current performance anaingia kama giant. Yanga anaingia kama giant kwenye current performance. Lakini kwenye historia anaingia ni underdog. Lakini current performance ah uh, JS Kabylie anaingia kama underdog. Lakini kihistoria naingia kama ja. Umeona kwao, tunategemea mchezo ambao utakuwa na ushindani wenye upinzani mkubwa, wenye msuguano. Kwa maana sasa ni namna gani Yanga atachanga karata zake vizuri, hapa ndo palipo na mtihani mm. Ninaamini kikosi bora siku zote wana kinaondoka na matokeo. Maandalizi bora ndio yanafanya mchezo wako kuwa mzuri, lakini pia a, tuko ugenini sisi. Yanga tunasema kule sio ugenini kule ni nyumbani, nyumbani? Yes. Kwa nini nazungumza e, na lugha ya kuwa nina power kubwa kwamba kule ni nyumbani mm. Kwani USM Alger tulimpiga wapi yule aliyetunyima bingu kikombe kwa figisu figisu kwa figisu. Tulimpiga akiwa wapi? Tulimpiga kwao kule kule Algeria. Umenielewa? Na mkashinda kuchukua kombe. Tulikosa kwa, kwa, kwa figisu figisu. Tu, tungeweka sheria za mpira pale Yanga angebeba, umenielewa? Hmm. Mm-hmm. Tungeweka sheria za mpira Yanga angebeba, ila kanuni kanuni, siku zote huwa zinakuja na kutoka muda wote, usishangae kanuni imebadilika. Umenielewa? Ndio maana nakwambia kuna maboresho kanuni, ya kanuni yule alikuwa MC Alger, sasa hivi ni JS Kabylie. Ndio maana nasema JS Kabylie kwetu sisi ni, ni, ni, ni, ni chakula, yaani unavyoizungumza Yanga na JS Kabylie Yaani, unazungumza Yanga na ugali na mboga, umenielewa ugali na nini? Ugali haiwezi kuwa mtamu bila mboga, na mboga haiwezi kuwa tamu bila nini? Ugali au wali na kitu kingine. Kwa hiyo sisi tunaenda kumkabili Jesikabilii tukiwa na imani kubwa ya kwamba lazima tumfunge, kwa sababu kwanza kazi tuliyoifanya dhidi ya Sfabat sijaona na sijajua kwa nini Watanzania hawajataka kuwa ajenda namna Yanga alivyomfunga yule Mwarabu kutoka Moroko, umenielewa? Hakuna timu Tanzania iliyowahi mfunga timu kutoka Moroko, najua hii. Zaidi ya Yanga, nani mwingine amefanya hivyo? Simba amekutana na Raja Casablanca amefungwa. Simba amekutana na rasibekani amefungwa. Yanga tumeletewa Esfarabat tumempiga, tena wapi alipo kataa mwenzetu na alinyimwa kombe? Sio alinyimwa, alikosa kwa sababu hakutolewa kwa kanuni, kama mimi nilivyokosa kwa kanuni. Ye aggregate imemuondoa mchezoni. Uongo kweli? Kwa sisi kwanza ni vidume, ilitakiwa tu ajenda. Ye hajakutana na mwarabu amefungwa, hagekutana na mwarabu haijawa ajenda, pengine kwa sababu bado mna kazi ngumu mbeleni. Nasema hivi, Yanga leo hii tunavyozungumza, umenielewa kama ni taifa linapata heshima basi linapata kupitia Yanga. Yanga ndio mwenye mchango mkubwa katika taifa hili, watu hawataki kuzungumza kwa sababu ya kona kona nyingi hivi, umenielewa? Yanga ndio mwenye mchango mkubwa kwenye taifa hili, alifight kuwepo kwa mpira Tanzania. Unajua hiyo elfu moja mia tisa ishirini na sita Yanga anakipiga pale Kaunda Jangwani. Watu wakichoka kufanya kazi wanaenda pale jangwani wanapiga bori, umenielewa? wakati huo, tukiwa na malengo ya kwenda kukomboa nchi kutoka kwenye mikono ya wanyang'anyi, tuwe na sisi taifa huru. Tukaanzisha mambo ya mpira, tukapambana, hatimaye thelathini na tano yange ikaanzishwa rasmi, baada ya kuona watu sasa wanataka kusapoti hawa wenzetu wenye ngozi nyeupe. Yaani tuendee kwa watumwa. Ndio, hmm. Na wao 36 wakajibagua. Akina nani hapo? Hao nafahamika. Waliofungwa moja bila hapo. Na ndio wanasema mmewafanyia figisu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na mkakimbia kwenda Zanzibar. Lini wao wametuombea yanga mazuri? Na kuuliza wewe. Lini wao wametuombea mazuri sisi? Kuwaombea na figisu ni vitu viwili tofauti. Eh. Hey, moja figisu lazima ihusike na maombi. Hakuna uchawi usioendana na maombi. Umenielewa? Ndio maana mm -hmm. wao walivyofanya maombi na sisi tukafanya maombi, weka jiwe na sisi tukaweka jiwe, tuone jiwe la nani linafanya kazi. Sisi tumevuka wao wapo, umenielewa? Leo tunaenda vita nyingine ya ugenini. Hatukubali taifa letu lidhalilike wakati Yanga ipo. Tunaenda kumbomoa tena Mwarabu kule Tunaenda kumbomoa Mwarabu mwingine kule. Yeye bado hajakutana na Mwarabu hapa, umenielewa? Kwao lazima umjue kutofautisha ipi ni mboga na ipi ni ugali. <laughs> Ipi ni mboga, ipi ni ugali, mnajua wenyewe wenyewe, mtawampa majibu wao. Lazima mjue ku kutofautisha Vidume vimeenda kupambana kule mbali, hatusafiri masaa manne, hatusafiri masaa matano, umbali mrefu bado. Tumefika kule, wameanza kuleta figisu. Siku zote lazima mjue hili, anayepigwa vita ni tajiri, sio maskini. Wakaanza <laughs> so, kuleta kuficha mabegi, wanataka yani, wale jamaa wana njaa Sikiliza, wale wana njaa so, alijua bongo huku tuna vyakula vizuri, tuna mavazi mazuri. Wakapita na mabegi yetu sisi, tukawambia nyinyi mnatujua, mnatusikia. Kwa hivyo kwenye mabegi mlibeba mboga <laughs> vyakula, wale tayari wakapekua kwenye mabegi wapate chakula nao. Na oh, nyinyi mjui nanyii, bwana, kwani kipindi kile tunacheza nayo sehemu, alija walifanyaje? Sasa, si ayo hayo, <laughs> mchukue mabegi yenu ili hali sasa, mngewaachia tu? Sasa tukawaambia hamna chakula humo, mngesema kama mchele kama mahindi tungabebea kutoka Tanzania tungekuja nayo, ila kwa kuwa mkuweka oda tumekuja na vitendia kazi vya mpira tumekuja kupambana na kimpira, umenielewa elewa? Tukawaambia hii njaa itawaponza. Hiki mnachokifanya mtajuta na kesho siku ya kiyama. Mi nataka niwaambie Yanga hii, wale wataalamu wa umeme waulizeni three phase make nini? Nasema hivi Uchipi yanga hii ukumbuke, jana baada ya kutangazwa tiketi zilinunua ndani ya masaa matatu na zikaisha, kwa hiyo uwanja utakuwa full, kwa hiyo hamuogopi ile pressure? Na hivi mkizingatia hamjienda na mashabiki kule Algeria, amna amna kwani, ndani ya dakika saba tunawafunga goli. Walienda mashabiki gani swalijaa? so, pale anapiga mabomu ya moshi mle wanafurumua, na hatukuona kafu wakifanya wakitoa adhabu yoyote. Sisi hatuogopi, hatuna cha ugeni wowote kwenye nchi yoyote ile. Na uzuri au kibaya ni kwambie leo tume, walivofika kule leo wamezindua matawi kumi na moja Algeria. Kwa ujua Algeria ni Yanga, kila mnapokwenda nyumbani. Nasema hivi Algeria yenyewe ni Yanga, utake ustake, utaipenda Yanga tu. Kwa hiyo tutegemee kuona kijani kesho zikiwa nyingi zaidi. Yaani eh, nasema hivi kama wewe unapenda football lazima uipende Yanga kwanza, yaani ndani yake lazima uwe na Yanga, umenielewa? ya kama unaujua mpila na unaupenda mpila, ndani yake una element ya uyanga kama unabisha niambie, nani sehemu gani Yange naende nakuwa mgeni inchi gani? Niambie hapa, Waarabu wenyewe wanaipenda Yanga kienda England kwenyewe wapo wengi wanapenda Yanga mm -hmm. Sasa unabisha <laughs> unabisha, nitajia timu gani niende nayo nikacheza nayo kule, alafu uone kama tufungui matawi kule. Marekani hatuna matawi sisi ya Yanga? hadi China tumeenda Umenielewa? Hmm. China tuna matawi ya Yanga, sembuse Marekani. <laughs> E, nakuuliza wewe, wewe nani kakwambia Yanga kila sehemu? Yani kama maji tu, Yanga kama maji tu, usipoyaoga utayafulia, usipoyafulia utatupikia. Umenielewa? Hmm, yaani yani Yanga ufanye ufanyavyo, lazima uipende tu Muulize mtu yeyote anayependa mpira kama ataweza kumaliza mazungumzo yake bila kuitaja Yanga. Umenielewa? mm -hmm. Yanga kama maji, tunawaambieni leo hapa, Yanga kama maji, usipoyafuria utayanywa, usipoyanywa utaoga, utapikia. Maisha ya binadamu yametawaliwa na asilimia tisini ya maji, uongo kweli? Kwa maisha yote, mtu anayependa mpira lazima apende Yanga, utake ustake, lazima uipende Haya mambo mengine kwa sababu ya changamoto za maisha ndio mm, mtu anaweza kwambia niko Simba, sio niko KMC, sio niko siu Liverpool, sio niko Chelsea, sio wapi, ila kizazi cha mpira ni Yanga, mnielewa. tunamaanisha vijana wa Afrika. Ona... Wewe ni mzee. Wewe ni mzee? Hapana, eh, hapana. Sasa kwa maana hiyo Afrika hii nani ambaye ipendi Yanga? Nakuuliza, niambie, Afrika hii nani asiyeipenda ipenda Yanga, yeah? Muulize, yaani mwenzio kwenye media hivi akikaa, nakwambia mi naichukia Yanga, akizunguka hivi kwenda kula msosa, nasema yanga hayo. Sasa we niambie, awe jibisnanne mwenyewe hakuwaiweka hadi kwamba mi niko tayari kwa mia Yanga, au mmesahau zile ahadi zake? <laughs> ila kwa sababu ya changamoto za maisha takiwa onekana naikosoa Yanga, lakini asilia wote ni Yanga. Uende kushoto uende kulia uyumbe vipi, wewe ni Yanga, ila changamoto zako za maisha ndo zinakufanya. Maji wanasema siku zote yakijaa ki, ya nini kwenye, kwenye mfereji si yatamwagika au atatafuta njia nyingine? Ndo hiyo sasa iliyopo Kao waambieni wote wanaozungumza kuhusu mpira kwanza, chimbuko lako wewe ni Yanga. Kwayo sisi tunaenda Algeria, yule mwa Algeria sisi hatumwogopi. Yeye mwenyewe kwanza ni Yanga, kama siyo Yanga niambieni, kama si Yanga kivipi wakati ndio wanakwenda kushindana na Yanga. Hapa nasema hivi, kila timu tunayokutana nayo sisi Afrika hii ni Yanga, kama siyo Yanga basi hatutamfunga kama sio Yanga hatutamfunga, kama ni Yanga tunamfunga. Umenielewa? Timu gani wewe? Ngoja kwanza, Jeskabili ni yangapi kwenye ubora Afrika, kwenye rangi za kafu? Lakini nakuuliza, kipindi cha nyuma imewahi kufanya vizuri? Ah, kwenye rangi za kafu, Jeskabili ni yangapi? Haionekani, haionekani. Anapigwa namba tano, anayoonekana amewahi kuchukua kombe ambalo sasa hivi wewe kila ukijaribu kujipapatua unaishia hatua ya makundi. Na mimi ni bingwa tawalio hapa nyumbani, umenielewa? Nimekutana na mabingwa ambao wamebeba mara nyingi kombe la nini? La Kafu. Wewe unategemea nini kinachoenda kutokea pale? Wewe hujashtuka tu, nyewe mjashtuka huo mtego wa Kafu, kwamba wanamcholea lamani kabisa, yanga akachukua ubingwa Nyie hamjashtuka. Kwa timu kama National Al Ahly, mi ndo nakwambia hujashtuka. Yanga amekutana na National Al Ahly, bingwa mara nyingi kafu, yes. Kabiri, bingwa mara nyingi kafu, Esfarabat bingwa mara nyingi kafu, halafu kawekwa Yanga ambaye hajabeba, unadhani hawa wanampa shughuli gani? Watakubali ili kundi, nakwambia kundi letu haliwezi kukubali kupoteza ubingwa na ambaye anatakiwa kubeba ubingwa msimu huu ni Yanga. Upande wa pili nao wanataka ubingwa wekundu wa nani? Wekundu wa Msimbazi wenyewe leo kusafiri kwenda nani mali kule, ameenda mafungu mafungu. Au nyii, waandishi, mbona mmelala? Saa saba usiku umeshindwa kwenda airport kuchukua habari hizo na kuwahoji? Mbona mnaenda mafungu mafungu? Waandishi mnakwama wapi? Kwa nini wameenda mafungu mafungu? Njaa mbaya Vipi waandishi, ukimuuliza Kisugu jibisnane leo hii timu yako imesafiri kwenda mali mafungu mafungu, atakubishia kama mboga amejeruhiwa. Lakini ukweli waambieni, Simba amesafiri mafungu mafungu, walitakiwa waende wachezaji ishirini na mbili. Leo ngoja nikwambie mimi hapa, Simba alitakiwa waende wachezaji ishirini na mbili saa saba usiku wapande ndege pale saa saba usiku wa kupanda, wameenda kupanda wachezaji kumi na tano ntekiwani, hiyo wameenda mali, umenielewa? Wengine ntekiwa watoke leo, waliomba hela kwa wadau, hela haijatosha. Hapa masaa tisa tu huko mali, ambayo ni masaa una masaa saba kukaa engani, umeshafika lakini wameenda mafungu mafungu. Hebu imagine wangekuwa naenda kule wapi? Algeria wachezaji 15 wangesafirisha? Sikiliza haya nakupa sasa, wamesafiri wachezaji wachache, mafungu mafungu, na wengine inatakiwa waende kwenye mkutano wa wajumbe tarehe 30. Tarehe 30 wana mechi tarehe 30 wana mkutano wa wajumbe. Nasema hivi wewe mwandishi na hao wengine wakina kiju nani kisugu jibisi na nne kina pasi milioni na wengine wanajua kwamba tarehe thelathini hakuna mchezo. Mchezo walionao ni vita yao ya ndani, kundi kubwa walilonalo la kufuzu ndani ya klabu yao, ila huku hakuna mechi. Umenielewa, huku hamna nini. Wewe ndio unaiona simba inacheza makundi, simba ina makundi yake, ina kundi ndani ya klabu yake, zinachapwa baba, hiyo achana nayo <laughs> wengine anauliza hela ya msimu uliopita iko wapi? Tulicheza fainali, hela yake iko wapi? Hapa nyumbani tulikuwa mshindi <laughs> wa pili, hela yake iko wapi? Unadhani ni kwa nini wamefanya mkutano wa wajumbe iwe tarehe thelathini wakati wana mechi kubwa, ambako wanatakiwa kuondoka na pointi tatu angalau kujiweka kwenye nafasi nzuri? Sasa unategemea wangejiteteaje? Na kuuliza wewe, wafungwe kule huko, hakuna jambo lolote wangejiteteaje? Mkutano umevuruga malengo, kwa hiyo umekaa kimtego. Mtego huo umenielewa? Mimi nakwambia leo leo, mechi ya juzi ile wanacheza, wamekaa kikao mpaka cha mwisho saa sita usiku. Mimi sinazo taarifa Mama, nilitaka niseme mapema ila nikaona. Taarifa umezitoa wapi? Nisit... Njaa mbaya mama, njaa mbaya. Na wanasema kuna majasusi mmeweka kule. Nasema hivi, njaa mbaya. We mtu ameenda na digri yake, maisha magumu. Wewe mwandishi, nakuuliza, na professional yako unaenda kufanya kazi Simba pale mshahara milioni moja na laki tano. Mimi nakuja nakwambia hivi, ukinipa taarifa za kina za ndani nakupa milioni tatu. Ipi bora kwako? Bora uipate kwa haki. kwa haki umekuja duniani unatafuta haki ya kwako, unaijua haki we? Milioni tatu sio haki hiyo? Nakuuliza, milioni tatu sio haki? Unakuwa hauitendi nakuuliza, milioni tatu sio haki nani amefanya kazi, wewe sio wewe? Nakuuliza sasa, uheshimu nini? Uheshimu nini? Utateseka duniani mpaka lini? <laughs> eh? Nakuuliza, mmekuja kuteseka kula laa? Kuna mtu anayetaka mateso? Njaa mbaya. Wenzetu sasa hivi wanapitia wakati mgumu kama kuna mtu anaweza kaiombea hii hali iwatoke haraka, asimame sasa hivi sasa hivi. Mpaka wanasema tajiri mwenyewe, tarehe 30 wanaenda kumpindua. Sasa wamemvalia njuga. Sasa sielewi hivyo viatu atavivaa nani. Mchungaji kasema kwamba modewiji hamna kungatuka kama yeye bado yuko hai. Mchungaji gani? Mchungaji wa Simba ambaye hata sadaka ajui kukusanya, anamwombea ana tajiri abakie pale. Yeye ni nani? hata kwenye kikao cha wajumbe haendi, nakuuliza. Na kwenye kikao cha wajumbe tarehe thelathini yenyewe haendi. Hafu aseme tajiri angatuki, wewe ni nani? wale wote wanaongeagaongeaga humu Kisugu mwenyewe anaenda kwa sababu sababu fulani za kujifanya mnyenyekevu, ila vinginevyo alikuwa haendi. Nakupa hizo, alikuwa haendi kwenye mkutano wa wajumbe. Umenielewa ni eh? anaenda kwa sababu ya unyenyekevu wake, ni mzee wa kupigia magoti, sawa baba, sawa sawa. We ulishamwona Kisugu anawakosoa uongozi hata siku moja? Niambie hapa, ulishaiona? Juzi wakati amefungwa bao moja, aliwaka kweli kweli, aliwaka wapi? Aliwaka wapi? Umenielewa? Ndio maana mi nasema hivi Ogopa sana maisha yako kuishi kwenye mazingira ya njaa. Njaa mbaya. Njaa inaweza kakufanya useme vitu ambavyo hujaitegemea kuvisema. Ndio maana leo sisi Yanga kuzipata taarifa za Simba kabla ya, ya, ya wajumbe wake ni rahisi sana kuliko wajumbe kwa sababu ya njaa. Hey. Simba hawana wanachama, wana wajumbe. Uchebe uniambie kwa nini ulitoka Zanzibar mapema ukawahi mchezo wa Simba dhidi ya Petro. Nilikuwa na siri gani? Mimi nilikuwa nakuja kuwazomea. Ulijuaje kama watafungwa? Nilikuwa najua sikikao kilikaa mpaka saa sita usiku. Walishindwa kufikia mwafaka. Leo nakupa sasa. Nakwambia mimi napiga stori na viongozi wakubwa pale. Kama. <laughs> Tulia. Tulia. Umenielewa, napiga nao stori, tunaongea mambo ya football, na kuna wakati tuongee ukweli, yanayotakiwa umenielewa. Mpasuko ni mkubwa, watu kuachia madaraka wataki, na wengine wanataka madaraka, na wajumbe huku wameshapewa pasenti kwamba mimi tarehe thelathini nitakusapoti <laughs> nita siku zote ogopa sana mtu anaitwa mjumbe. Ogopa mjumbe, mjumbe ni hatari. Mjumbe, kama kuna msanii ataimba nyimbo ya kuhusu mjumbe, itapendwa sana. Mjumbe, ogopa mjumbe, mjumbe, ogopa mjumbe, mjumbe anang'ata ana kubwaga. Sasa leo mimi ndo nakwambia sasa, hiyo tarehe 30 kuna mengi yataenda kuibuka. Mpaka sasa hivi nina jasusi wangu.